Wengi wetu tunapata wasiwasi sana pale tunapoona namba ngeni inapiga kwenye simu. Ukiwa na iPhone na iOS 26 iPhone yako itakusaidia kuchuja na kupata baadhi ya taarifa ili kukuwezesha kutambua hii simu, je, ni ya muhimu au sio ya muhimu? Nipokee au nisipokee? Kupitia kipengele cha call screening, iPhone yako itakuwezesha kufanya hivi. Kwanza fungua settings. Tafuta kipengele cha apps chini pale, then ingia kwenye phone, shuka chini na uguse kwenye kipengele cha screen unknown caller. Hapo juu utaona silence mode. Hii hiimo mode itakuwezesha ita, kama mtu anakupigia simu na namba yake ni ngeni, basi itapeleka moja kwa moja hiyo simu kwenye voicemail, lakini kipengele cha pili ni ask reason for calling. Hapa unapopigiwa simu na namba ngeni, iPhone automatically itamuomba yule anayekupigia simu ataje jina lake, lakini pia inaweza ikamuomba A, aseme sababu ya kwa nini anakupigia simu, then iPhone itakuonyesha hizi taarifa, then wewe utadecide. Lakini vile vile itakupa option ya kumjibu kwa kutumia ujumbe mfupi wa maneno. Lakini muda wote huo iPhone inavyofanya vitu hivi, bado utakuwa una option ya kuweza kuipokea simu hiyo kutumia iPhone. Ikiwa na iOS 26 ni rahisi sana. Don't take my